Nani alisema mwili wa Yesu ni chapati ama divai juisi isiyotengenezwa na Wahindi na Wazungu? Na ni wapi katika Biblia Yesu alipova, mitume walikaa wakasherekea wakakula chapati wakakunywa juisi wakisema ni mwili wake? Na ni wapi mitume auta Yesu kuvaa walisherekea Pasaka? Uone, hii ni ibada ambayo ni tofauti na itapeleka watu wengi jikoni. Sikiliza maandiko. Ile Yesu anapoongea. Luka 22:14. Hata saa ilipofika aliketi chakulani yeye na wana, na wale mitume pamoja naye akawaambia, natamani sana kula pasaka hii pamoja nani kabla ya kuteswa kwake. Kwa nini? Kwa sababu pa, pasaka ya kwanza ilikuwa ni ya Musa na wana wa Israeli. Pasaka ilikuwa mara mbili, ya Musa na wana wa Israeli kabila kumi na mbili za Yakobo, na ya pili ni Yesu anasherekea na wanafunzi wake. Alafu Musa akaambiwa achinje ndume wasiokuwa na mama wa kwanza na apake ile damu nitakapopika kila mwisho wa mwaka Januari wa shereke. Sawa sawa. Eh? Kwa hivyo Yesu alikuwa anafanya kile wana wa Israeli walikuwa wanafanya, kwa sababu walikuwa chini ya sheria, hakuwa amekufa msalabani. Aya 15. Akawaambia natamani sana kuila pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. 16. Kwa maana nawaambia kwamba siili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Dani Yesu ili tena na wao wanakula. Mm-hmm. Sikiliza, akapokea kikombe akashukuru, akasema toeni hiki mungawanye nanyi kwa nanyi. 18. maana nawaambia kwa ya kwamba tangu sasa sinywi mizao ya mizabibu tena hadi ufalme wa Mungu utakapokuja. Yesu akunywi tena na wao wanakunyishwa saa hizi makanisani, ukiambiwa ni damu ya Yesu 19. akatoa mkate akashukuru akaomenga akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Yani neno unaotolewa au njatolewa kwanza, kwa hivyo kile Yesu anawafanya hapa ni mfa ni mfano, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, wadi fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hapo ndipo wengi mmeanguka, kwa sababu nyinyi mmebaki kwa historia kuliko kutafuta ufunuo wa maandiko. Sikiliza kikombe, kikombe nacho hiki baada ya kula akasema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika. The word agano jipya. Agano jipya ni nini? Agano jipya ni neno la Kristo ambaye ni Kristo mwenyewe. Kwa sababu Biblia inatuambia katika kitabu cha Yohana kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa ni Mungu. Naye neno alikuwa ni nini? Kwa hivyo agano jipya ni neno lake ambaye mwili wake ni neno lake. Kikombe ni neno lake. Damu ile ilisimama, limesimamia Roho Mtakatifu. Mwili nao nasimamia neno lake, ambaye mahali tunapatana kanisani, tunafanya kitu kinaitwa meza la Bwana, ambaye tunashia neno lake. Na ukisoma katika kitabu cha Luka ishirini na tatu Biblia inatuambia ya kwamba alipokata roho yake pale msalabani dunia mzima ilifunikwa na giza masaa matatu alipondungwa maji na damu ikamwangika, dunia ikaangaziwa na mwangaza, na basia ya hekalu ikapasuka, na waliokuwa wote wamefungwa na sheria za Musa na Torati wakafunguka macho ya wa kiroho, na ndipo hata wale waliokuwa na mtukana mpaka askari wakasema kumbe huyu alikuwa ni mwana wa nani? Alikuwa ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo hawakuwa ananjua mpaka pale mwili uliotenganishwa na roho wakapata kuona. Kwa hivyo wezi kimbizana na mbuzi ukate mguu kule kavura unjaitenganisha na roho. Ulipotenganishwa pale tukapokea pasaka ya kweli ambaye ni Basova, tukapokea ubatizo wa kweli ambaye ni ubatizo wa roho Mtakatifu na moto na pasaka ya kweli haya. Yohana sita, kitabu cha Yohana sita, Yohana sita 56. Sikiliza maneno ya Bwana Yesu. Basi baada ya hayo Yesu akawaambia, mbasi, miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia aliposema neno hili, ni ngumu kwao, akawaambia, atakaiona ufali wa Mungu ni yule atakaula mwili wake na kukunywa damu yake, kitabu cha Yohana. Lakini waliposikia maneno yale wale mitume wakarudi nyuma, sio kama sisi sasa wa, na kaa hapo, mbofu. Mbofu mwili wa Kristo. Aya. Sikiliza. 63. Alipoona amewaambia hivyo alianza kurudi nyuma na wakamwambia, neno hili ni ngumu kwetu. Sikiliza. 63. Yohana 6:63. Roho ndiyo itiaye uzima, wala mwili haufai kitu maneno niliowaambia ni ya roho tena ni ya uzima. Nasikia Yesu akawaambia, aliwaambia kwamba atakaye kula mwili wake ndiye ataona ufalme wa Mungu, na alipowaambia hivyo akarudi wa nyuma. Hiyo pasi inasema ya kwamba akawaambia maneno anayozungumzia si ya kwa mwili, mbali ni ya roho. sawa sawa, eh. Kwa hivyo mwili wa Kristo si chapati, si mkate, si njuizi ya matunda, si njuizi za ndamu za mamendi. Hiyo ni imbada na watu wamechanganywa na roho ya ndini bila kujielewa. Ndio maana wakikula ilo zitu maisha yao inaharibika, ndoa zinaisha, wanadhoofika, na hata wengine wanakonjeka wanakuva kwa kutokusoma maandiko.